Ni heri, ni heri mulevi kuliko mtu wa tini. Watu wangu nawaambia ukweli. Ni heri mlevi kuliko mtu wa tini. Mlevi atakufikiria siri, mlevi atakwambia ukweli. Lakini mtu wa tini atakuficha mpaka atakufa. Ni heri kukaa karibu na mlevi kuliko kukaa karibu na mtu wa tini. Wandu bolaba nyishwira naye na wandu vili bukana. Wai bisa za mwibukana. Walienda tu kujificha pale kwa kanisa, wanaenda mtu wa tini atajificha hadi akumalize mwanangu, hadi amalize maisha yako ati tena akishamaliza yendi anakusika akisherekea akipika ndumba akifanya vitu za kanisa akichanga akifanya ile kitu. Lakini mwalevi atakuambia ukweli. Lakini hata, hata tenga pesa za kumwaka atikukupea hapana, atikuwa tuendi yake aenda akunya pombe yake na kujalilia hapo na kuchezea hapo.